Wakati nchi ya Tanzania ikikumbwa na vurugu wakati wa michakato ya kupiga kura au matokeo ya uchaguzi vikiendelea kuwa sehemu ya maisha, hususan katika nchi nyingi tu na bali siyo Tanzania pekee, maswali mengi yanazidi kuulizwa kuhusiana na Waafrika na jinsi ambavyo viongozi wao wanayetaka kumchagua kupitia sanduku la kura, au ni nini ambacho kinafanyika wakati wa uchaguzi. Tahariri ya Sylivanus Karemera kuhusu mstakabal na elimu ya urais kwa Waafrika walio wengi. Zaidi ya mataifa kumi Afrika yameshiriki uchaguzi mkuu mwaka huu. Lakini ni nini haswa ambacho husisimua wapiga kura Afrika wanapofika kwenye debe licha ya dosari nyingi kuripotiwa katika nchi hizo? Hebu tega sikio kusikiliza. Nchini Tanzania, wananchi mapema leo waliteremka vituoni kwa ajili ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Ni katika uchaguzi ambao katika jicho la kawaida unaweza kudhani umekidhi viwango vyote vya maandalizi na mchakato mzima wa kufanya uchaguzi wa haki na kweli kidemokrasia, kwa sababu jumla ya wa wagombea 17 katika mbio za urais wameshiriki, akiwemo Samia Suluhu Hassan ambaye anatetea kiti chake cha urais. Lakini chini ya muonekano huo yapo malalamiko na vilio ambavyo vimekuwa vikisikika chini kwa chini kuhusu mazingira halisi ya jinsi kampeni na zoezi zima la kupiga kura vimekuwa vikiendeshwa kwa ujumla wake. Hata hivyo, katika hali kama hiyo, bado kuna swali tete ambalo hadi sasa kupata jawabu lake ni mtihani mzito. Je, wapiga kura katika nchi za kiafrika wanaelewa hasa umuhimu na maana ya kura wanayopiga? Uchaguzi kwa kawaida ni hitimisho la mamlaka ya kikatiba ambayo mwananchi anapewa na katiba ya nchi yake na kushiriki kutoa dhamana kwa viongozi ambao hatimaye watakamilisha ndoto zake za kufikia maendeleo endelevu kupitia sera na mikakati kwa wananchi. Kwa hiyo basi, uchaguzi maana yake kamili ni chombo ambacho wananchi kwa hiari, bila shuruti, wanakitumia kuweza kuchuja na kupata viongozi ambao watawatumikia wananchi kwa maslahi mapana ya mataifa yao. Kupitia chombo hiki, wananchi ambao ndiyo waajiri wakuu wa viongozi wanaopewa dhamana, wanaweza kuweka ukomo kwa viongozi hao ambao wajibikaji wao unaonekana kuwa kwenye kiwango cha chini. Hata hivyo, katika mazingira ambayo dola linashikilia mihimili yote ya kisiasa, si kwa maandishi na sheria tu, lakini pia kupitia ushawishi wa kimkakati na vitisho kwa ajili ya kuhodhi madaraka, demokrasia ambayo ni utawala wa wengi kwa ajili ya wengi, inaingia rehani. Afrika ni bara kubwa ambalo zaidi ya asilimia 60 ya wakazi wake ni vijana chini ya miaka 35. Katika sehemu nyingi za bara hilo, mathalani, katika nchi kama Kameruni, wengine malawi Ivory Coast, Uganda na baadhi ya nchi nyingine viongozi wake wana umri wa kati ya miaka 80 na zaidi ya 90. Wengi wao waikaa madarakani zaidi ya miongo minne kwa umri huu na katika dunia ambayo kwa sasa inatawaliwa na kizazi cha teknolojia ya akili mnemba na matumizi mengine katika dunia ya utandawazi. Maswali ni mengi ikiwa Afrika imo katika mfumo wa uongozi wa jana, leo au kesho. Bila shaka hakuna kigumizi kusema kuwa wakati dunia ikiwa kwenye kasi kubwa, baadhi ya nchi za Kiafrika zipo katika mfumo wa dunia ya jana. Swali linaendelea kuwa lile lile, ni kwa namna gani jana na leo zitaungana kwa ajili ya kuipata Afrika yenye ushindani katika medali za kimataifa? Kwa Tanzania ambao wananchi wake sasa wanaingia katika awamu ya kusubiri matokeo ya kura iliyopigwa leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, tatizo lipo pale pale, wananchi wampiga kura kwa ajili ya mabadiliko au ni ratiba ya kila miaka mitano mithili ya Mkristo kuhudhuria misa ya Jumapili katika mazingira ambayo baadhi ya vijana wamejimwaga mabarabarani kutoa hisia zao wapinzani wakuu kuendelea kuzuiliwa na muundo wa tume huru ya uchaguzi kuendelea kuwa chini ya mamlaka ya rais, huku vyombo vya habari vikidaiwa kunyimwa wigo mpana wa kufanya mambo yao, ni dhahiri kwamba ile dhana ya maendeleo endelevu kwa kutumia damu mpya hasa za vijana ikasalia ndoto isiyotimilika, pia katika mazingira ambayo viongozi wanazeekea madarakani kwa miaka nenda miaka rudi, na katika bara ambalo wakazi wake sasa ni vijana y chipukizi, inakuwaje basi vijana hao hao waweze kupiga kura ya kuwafanya wakongwe hao kusalia madarakani katika maisha yao yote? Je, vijana wa Kiafrika au wananchi kwa ujumla wanatambua hasa ni nini wanakihitaji wanapokwenda kupiga kura hiyo? Rais Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wa Ekutorio Gine aliingia madarakani mwaka 1979 hadi sasa anaendelea kupigiwa kura na kuiongoza nchi hiyo. Kule Kameruni, Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 92, ni jana tu tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo imemtangaza mshindi wa muhula wa nane ambapo wanatazamiwa kusalia madarakani kwa muhula mwingine wa miaka saba. Lakini tofauti hii ya watu kuendelea kupiga kura kwa viongozi ambao hadi sasa wangesha stafu miaka mingi iliyopita pamoja na vitendo vya ukandamizaji inaendelea kuzua maswali mengi, ikiwa kweli wananchi wa kiafrika wana uelewa mpana kuhusu matumizi ya haki yao ya kuwawajibisha viongozi kupitia sanduku la kura. Hata hivyo, kwa baadhi ya viongozi wa Kiafrika, hasa wanaotumia nguvu na hila kusalia au kunyakua madaraka kwa nguvu, hali huenda ikawa si swali tena kama miaka ya zamani. Mifano ya hivi karibuni kama vile nchini Madagaska, ambapo rais alifurushwa ikulu na kundi la vijana, au kule Nepal, bila kusahau ulimwengu wa kiarabu kule Misri na Tunisia zaidi ya mwongo mmoja uliopita. Viongozi wanapaswa kujua kuwa sauti ya wananchi ni kubwa zaidi kuliko mlio wa risasi. Hadi mwisho, kipenga cha wengi wape kitashinda.